Kwa majina anaitwa George Tito Mwakamele, ni meneja wa Ankara na udhibiti wa madeni wa DUWASA. Leo tumefika katika maeneo ya Kikuyu. Kimsingi tumefika maeneo haya baada ya kupokea taarifa nyingi ambazo zimetokea katika mitaa ya Kikuyu Image pamoja na Swaswa juu ya wizi wa mita za maji katika maeneo haya. Imejitokeza wimbi kubwa la wizi wa mita za maji ambapo tuna wateja zaidi ya 60 wameibiwa mita za maji kwa mfululizo. Jambo hili limetushtua sisi kama taasisi lakini pia limeleta athari kubwa kwenye taasisi na kwa jamii ambayo ni wateja wetu wa huduma za maji. Sasa tumeanza kufuatilia kwa kina kujua kwanza mita hizi zinachukuliwa zinapelekwa wapi. Lakini hawa watu ambao wanahusika na, na, na hujuma hii kubwa ya kuiba mita za maji wanaiba kwa lengo lipi? Zinatumika mali ingiri popote au zinatumika kwa manufaa yapi? Na jambo hili ukubwa wake kidogo ndio umetupa mpaka na sisi kuingilia kati, na kwa sasa tumeanzisha operesheni kubwa ya kuhakikisha kwamba tunawatafuta popote walipo ili kuona kwamba namna gani ambavyo tunaweza tukazuia madhara haya ambayo yameanza kutokea kwa wateja wetu. sasa tunaomba ushirikiano mkubwa kwa wananchi, kwa serikali za mitaa tuweze kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunapambana na hujuma hii kubwa ambayo imeanza kujitokeza katika maeneo yetu. swaswa tunaona pia tatizo hili limeanza kutokea, elazo limeanza kutokea, lakini pia maeneo ya magi limeanza kupanuka pia kwa ukubwa kama Kikuyu, lakini hata leo pia ambapo tumefika maeneo haya kuna mita nyingine tatu zimeibiwa usiku wa kuamkia leo. Kwa hiyo DUWASA inatoa wito kwa serikali za mitaa, wenyeviti wa mitaa, tunahitaji operesheni ambazo zitakuwa shirikishi baina yetu sisi na wao, lakini pia kamati za ulinzi na usalama za mitaa, lakini pia na polisi, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Tunahitaji msaada mkubwa wa kuweza kubaini watu hawa ambao wanajihusisha na wizi wa mita za wateja na uharibifu wa miundombinu ya maji katika mitaa yetu. Tunatoa namba zetu za simu ambazo zinapatikana kwa muda wote, 0800 110 078.